Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wasahlan wa sahlan, marhaban bikum. Ama kwa siku dajero dajero kwa zuada siku ya ahadi chigwirana hano katika mtg katika jugua tozagosha katika cheneli yetu pendwa kwa ajili ya kukumbushana maidi matatu ya kuhusiana na mwezi no chingire mboo chukongera tangwa tanguahgul na mwezi uno ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi ambao bora mwezi ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani kautukuza kaukuza mwezi uno na nakaufalia sana. Katika mwegurani kihajagambira kwamba shahru ramadhana aladhi unzila fihi lquran hudan lilnasi bai minal huda wal furqani kwamba mwezi uno wa, wa Ramadhani ni mwezi ambao usereze mndani mwake igurani srdan. Pia katika Suratul Gadri kalonga vihe inna anzalnahu inna hakikasue anzalna chisereza hu yoyo ya Qurani aldamiru yaudu ila lqurani, yani hano kwa shire igurani no kwamba chisereza fi mndani mwake Lailatul Qadri ndiyo hiyo cha Lailatul Qadri. Ila chanomo kuhusu mwezi na Ramadhani. Je, ni vindo gani ambavo chukufaa hivi vijamaani vindo ni kufaa hivi lake kuhalaka halaka kulingana na minda mindodo tunaochachala kala kama. Cha kwanza kabisa chaanze na vindo ambavo chukufaa vijamaani ipunga visababishe somi zetu zibule zibuletereja halaka kwanza kabisa katika vinu ambavo visunishwe ambavyo vijihire kabisa cha kwanza kulava sadaka kwa wantu wowose waja lakini afdalu sadakati afdalu sadaka ala dhi qarabati sadaka ija ambayo yedi zaidi na yenye ubora sana nilianza kwa wantu wakuaja wahaguhi na pia chihimize sana kusoma Qur'ani Qur'ani kwa waja wa hifadhi kwa waja wa dahiri dahiri sana kwa kulanga kwa kwa waja na wadahiri Qur'ani kama unasoma juzu una hadi kila siku sura yake kwa kila siku kwa kwa mfano sura ya juma yanzia suratul fatiha mpaka suratu an-nisa sura anisa aya sitini mwenga fa kaifa fakifa wanzaho ya yamasua sebti mpaka mpaka suratul surat a'raf intna weza kuanzia sua ahadi weza kuhera Ibrahim wa wa kuanzia wa mathalu kalimatin khabita habitha iyo asnini asi asnini mpaka nusari'u mu'minun. Aha, baada yao.

Naam, suratu Hujurat kuanzia ho swaa Khamisi mpaka haja ukubura suratu Nnasi, ukubura mwe suratu Nnasi. Hiyo ni kulingana na, na, swaa na za kila siku kwa haja na hakudaha kwa siku juzu mwenga juzu mbili, kila mtu na, na uwezo wake istitaa ya kudratik kwa kudaha kwako kwa yeye na kwa kukwe garapi yako, yani kukwezi nguvu za kwa jazibu kubuza wasoma mpaka ambapo yaani, unasoma harfu imwe ngapi ya Qur'ani ino, wapata fadla na thawabu zaidi kuliko mwasomire mwezi siku za kawaida, kwa sababu ni, ni mwezi wa Ramadhani na Qur'ani iserezwe mu mwezi huo. Kwa hiyo waisome Qur'ani mu mwezi wake iserezwe, hiyo mfadulangu.